Shida yako ni kwamba kila ukikalili vocabulary unazisahau ama ukijifunza topic kama tenses au topic yoyote ya grammar, unajikuta baada ya siku kadhaa umeshaisahau na zile sheria zote hauzikumbuki. Siku ya leo tutaongelea mbinu tano ambazo wewe unaweza ukazitumia kuhakikisha ya kwamba chochote unachojifunza au chochote unachokikalili katika kichwa chako hakitoki milele. Hizi njia hata mimi nimezitumia nikiwa shule ili kuweza kupata marks za juu pale nilivyomaliza form 4, niliweza kupata division 2, kutokana na kutumia mbinu hizi katika kusoma kwangu. Pia mbinu hizi zinaweza zikatumika na mwanafunzi yoyote au mtu yoyote ambaye anajifunza, sema siku ya leo tutabeza hasa katika Kiingereza. Utawezaje kutumia mbinu hizi kuboresha usomaji wako wa Kiingereza na uweze ukijue Kiingereza haraka uweze kuelewa vitu haraka na pia usiwe mtu wa kusahau kila kitu ambacho unakuwa unajisomea. Njia ya kwanza ni njia ambayo tunaiita kwa Kiingereza active recall. Hii ni njia ambayo inahusisha wewe kujaribu kukumbuka kile kitu ambacho umejifunza. Njia hii inaweza ikatumika katika namna mbili. Namna ya kwanza Ukimaliza kujisomea, funika notes ama lile daftari ambalo unajisomea, kisha jaribu kukumbuka zile point za msingi ambazo umejisomea katika topic hiyo. Kumbuka ya kwamba, fanya hii kila unapomaliza topic moja na usikusanye topic nyingi kwa pamoja ukajaribu kuzikumbuka zote kwa pamoja, kwa sababu hii itafanya njia hii iwe ngumu sana. Namna ya pili ya kutumia njia hii ni kwa kuandika maswali. Kila ukimaliza topic, jaribu kuandika maswali matano ya kile ambacho umejifunza, na jaribu kuyajibu maswali haya matano yote bila kufungua kwenye daftari. Usijipe visababu, usifungue kuchungulia notes, jibu kutoka kichwani. Nakumbuka njia hii inaweza ikawa ngumu kwako wewe kwa, kwa mwanzo, ila lazimisha ubongo wako ufanye kazi, kwa sababu bila hivyo unaweza ukahisi umesoma vitu vingi na umevikalili, ila kumbe hujakalili kitu hata kimoja. Lazimisha ubongo wako ufanye kazi. Mbinu ya pili unaweza kutumia ni mbinu ambayo kwa Kiingereza inaitwa Feynman technique. Hii ni mbinu ambayo inahusisha wewe kuweza kumfundisha mtu mwingine kile ambacho umejifunza katika kujifunza tunapitia stage tofauti tofauti: kuna kujifunza, kujisomea, kuandika, kubobea na mwisho kabisa wewe kumfundisha mtu mwingine. Ili uweze kutumia mbinu hii, chagua topic moja ambayo wewe unataka kuikumbuka, kisha jaribu kuielezea hiyo topic kwa maneno marahisi sana kama vile unamwelezea mtoto wa miaka mitano. Rudia, rudia hivyo hivyo mpaka uweze kuielezea hiyo topic kwa umakini na kwa urahisi bila kukosea kosea. Hapo utakuwa umeshaijua hiyo topic kama kitu. Kweli umejifunza vizuri basi, lazima utaweza kukielezea kwa urahisi. Mbinu ya tatu ni sheria ambayo tunaita hamsini kwa kumi. Hii mbinu hasa inahusika na muda wa kujisomea. Ukiwa unajisomea hautakiwi kurefusha kujisomea zaidi ya dakika hamsini. Hivi ndivyo unavyotakiwa kufanya: jisomee dakika hamsini, kisha pumzika dakika kumi. Kama utaendelea kujisomea jisomee tena kwa dakika hamsini, kisha pumzika dakika kumi. Kama utaendelea zaidi ya hapo, utajisomea tena kwa dakika hamsini kisha utapumzika kwa dakika kumi. Usijisomee kwa muda mrefu sana bila kujiwekea dakika chache za kupumzika, kwa sababu hii itafanya uwe mchovu sana na ushindwe kuelewa vile vitu ambavyo vitaendelea baada ya hapo. Ili hii njia iwe nzuri sana na ifanye kazi vizuri, hakikisha ya kwamba zile dakika hamsini ambazo utakuwa unajisomea hauna kitu chochote ambacho kinakusumbua kama simu au redio au tv au mtu yoyote ambaye anakuongelesha ambaye atakutoa katika ile mudi yako ya kujisomea. Mbinu inayofuata inaitwa spaced repetition, na hii mbinu inahusisha kukirudia kitu kila baada ya muda fulani. Kama wewe una tabia ya kujisomea, hakikisha ya kwamba vile vitu ambavyo unajisomea unavirudia kila baada ya muda, na hii inaweza ikafanyika kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni kwa siku kama jana ulijisomea, leo ukija kujisomea hakikisha ya kwamba kabla hujaanza kujisomea vile vitu vya leo, unajaribu kupitia vile vitu vya jana, na baadhi ya vitu unajaribu kuvielezea kwa kichwani uone kama vile vitu vya jana unavikumbuka vizuri. Kama utakuwa hauvikumbuki vizuri, basi jaribu kuvipitia vile vya jana viweze kukaa vizuri kwanza kichwani kabla ujaendelea na vile vya leo. Pia unaweza ukavipitia vitu kila baada ya wiki. Kwa mfano unaweza ukajisomea wiki nzima, alafu mwisho wa wiki ukapitia vile vyote ambavyo umevisoma kwa hiyo wiki nzima. Mwisho wa mwezi hakikisha ya kwamba unapitia vile vitu vyote ambavyo umevisoma katika huo mwezi, na pia sio tu hivyo bali kila mwezi pia unaofuata unajaribu kukumbuka vile vya mwezi uliopita. Hii itakuwekea uhakika wa vitu vyote ambavyo unajifunza au unavikalili kichwani havitoki milele. Ili hii mbinu ifanye kazi inabidi uwe una njia nzuri au rahisi ya kupitia vitu vya nyuma. Kitu ambacho nitakushauri ni kwamba uwe na summary. Summary ni notes ambazo unaziandika kwa ufupi kwa hiyo ukiwa unajisomea hakikisha ya kwamba una kidaftari pembeni ambacho unaandika zile points za msingi tu kisha katika muda wako wa kukumbushia utakumbushia kupitia ile samari yako au lile daftari ambalo umeandika vile vipoints vifupi vifupi vya msingi kufanya hivi itakupa kumbukumbu isiyopotea mbinu ya tano ni mbinu ambayo inahusisha mazingira akili yako inahusisha mazingira na tabia. Kama kuna tabia fulani ambayo ulikuwa ukiifanya katika mazingira fulani, kumbuka ya kwamba kila ukienda kwenye hayo mazingira, akili yako moja kwa moja itajiweka katika hali ya kutaka kufanya ile tabia ambayo umekuwa ukiifanya. Mfano mzuri ni kwamba kama umebanwa haja ya kwenda chooni, kila unapokaribia chooni, ndiyo haja inaongezeka mara nyingi zaidi ya hata usingeenda hii ni kwa sababu akili yako ishahusisha mazingira ya chooni na kukidhi haja yako. Hivyo basi, hata kujisomea ni vile vile. Ukiweza kupata sehemu ambayo ni nzuri, tulivu, isiyo na usumbufu, ukawa unajisomea kupitia hiyo sehemu kila siku, kila mara, akili yako itahusisha hiyo sehemu na kujisomea na kukalili vitu, kwa hivyo, kila ukifika katika hiyo sehemu akili yako inajiweka katika hali ya kutaka kusoma na kutaka kukalili. Hivyo basi chagua sehemu moja ambayo ungetaka kusomea, iwe sebuleni, iwe chumbani, iwe nje, iwe ndani, alafu iweke katika mazingira ya usafi kila saa, iweke katika mazingira ya ukimya, iweke katika mazingira yasiyo na usumbufu. Katika sehemu yako ya kujisomea, hakikisha ya kwamba hauweki vitu kama redio ama simu ama TV ambavyo vitakusumbua na kujisomea kwako. So, nina swali kwako. Je, unapata shida ya kukalili vocabulary ama topics ambazo unajifunza? na je kuna mbinu nyingine ambayo wewe unaijua? Unaweza ukatuandikia sisi kwenye comments ili sisi tuweze kujifunza, na pia tuambie, unaandika hii comment kutoka wapi na unajifunza kutoka wapi. Mwisho kabisa, mimi naitwa Hassan, mimi ni mwalimu wa Kiingereza wa online kama unataka kujifunza kwa private ama kwa group letu ambalo linaanzishwa kila siku, hakikisha ya kwamba unachukua mawasiliano yangu na unanitext WhatsApp ama unaweza ukanipigia. Uwe na siku njema, tukutani tena katika video nyingine. Asante.